Salamu aleikum warahmatullahi taala wa barakatuh. wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo tena ni siku nyingine tumekutana katika darasa na inshaallah, leo bwana, tutajifundisha dawa ya mvuto wa mwili na mvuto katika biashara. E, dawa ya mvuto wa mwili na mvuto katika biashara. Dawa hii ukiweza kuitengeneza na ukaitumia, utakuwa na mvuto katika majambo yako yote unayokuwa umeyakusudia, kama ni ofisini, kama ni kwenye biashara yako, kama ni kazini, kama ni kwa ajili ya kina baba, yaani we labda ni mama au ni mdada unataka uwavutie watu wa jinsia ya upande wa pili basi watakuchangamkia vizuri tu, ehe. Lakini pia katika biashara, kama unataka kuweka mvuto katika biashara yako, watu waje kwa wingi, watu waipapalikie biashara yako, hili nalo pia linawezekana. Ufuate utaratibu huu tutakaoenda kuelekezana hapa. Hey, yawezekana ukawa umeshaisoma lakini ukawa hukuielewa, au hukujua ina kazi gani yani, katika ule umuhimu, lakini moja kati ya dawa moja nzito sana na ni dawa ambayo ukibahatika kweli kuitengeneza utakuja kunishukuru siku moja, hata kama sintokuwepo, nasema chee alitufundisha kitu ambacho sikutegemea kama kitakuwa kina maajabu makubwa kiasi hiki. Uh, anyway leo tutakuwa katika kitabu cha pili cha maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijini na uchawi. Kitabu namba mbili cho eh, he, tutakwenda katika mti mmoja unaitwa mti wa mbaazi eh, mbaazi ni mti maarufu sana, lakini pia nimeshaueleza katika clip tofauti tofauti huu mti huu, na mbaazi kwa wale wasiofahamu, ndio miongoni mwa ile miti yenye matumizi mengi sana katika tiba e, lakini pia ndio mti mkuu katika miti ya tiba, kwa sababu inaingia kwenye majambo mengi, na mahudamu wake wanaotumikia mti huu ni mahudamu wenye kuweza kutoa majibu ya haraka pale unapokuwa umehitaji kutumia dawa hii ya mti wa mbaazi. Kabla ya somo, kuna taarifa ambayo unataka nikupe wewe, mfuatiliaji wa channel hii ya Tiba Facts on TV, inaweza ikakusaidia. Mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani tulitoa ofa, tulitoa ofa siku kama tatu hivi au nne. E, lakini ofa ile kipindi inaendelea, nilipokea, nilipokea malalamiko kidogo kwamba shehe siku ulizotoa hazitoshi. Kuna wengine tunaisikia ufa leo, lakini ndo kwanza tujajipanga. Wengine hali zetu ni mbaya, uchumia tumbo unachokipata hakitoshi, kwa hiyo ungeongeza siku. Binafsi nilisema siongezi siku, nilisema siongezi siku katika zile siku, siku. Ehe, lakini malalamiko yale nilijua ni ya mtu mmoja, yaliendelea vilevile lakini kadi siku zilizozidi kwenda watu wengi, baada ya ufaile kuisha, maana ilikuwa inaisha tarehe tatu mwezi wa tatu, walinifuata wengi sana, wakasema mm, she tunakuomba kwa isani yako katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, angalau basi utuongezee siku zingine katika siku za mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani. E, sabinafsi mimi na mimi pia ni binadamu, ninaangalia changamoto za watu tofauti tofauti mimi ombi hilo nimelikubali, lakini kwa utaratibu huu. Kwa kuwa watu wengi wanakuwa ofa hizo wanazipata taarifa zao kupitia hasa mtandao huu wa YouTube, maana na Facebook yub inatoa taarifa zake, lakini sio kwa wingi e. Na kwa bahati mbaya kwenye ofa ile iliyotangulia Facebook ilikwenda taarifa moja tu, lakini huku YouTube zilikuja taarifa kama tatu za ofa. Kwa hiyo unakuta mtu kama sio mpenzi wa Facebook sio rahisi kuigundua hii ofa kama ipo, lakini ukiwa ni mpenzi wa YouTube ni rahisi kuigundua ofa hii ipo. Lakini YouTube pia lazima uwe na bando, kwa siku mbayo huna bando uingie YouTube kwa. Ukiingia YouTube siku ambazo zimeshaisha, ndio hivyo unakuta taarifa imeshaisha. Na yenyewe sasa itakuwa hivi, ofa itakuwepo kuanzia sasa unavyoisikia hii clip, ehe, itakuwepo na itadumu kwa muda wote wa hizi siku zilizobaki za mwezi wa Ramadhani. Yaani kuanzia sasa unavyosikiliza hii clip mpaka mwezi wa Ramadhani unakwisha hiyo ofa itakuepo. Namaanisha deadline yake itakuwa tarehe moja mwezi wa nne kwa sababu ndani ya tarehe moja mwezi wa nne tutakuwa hatuna Ramadhani tena e, tutakuwa kwenye miezi mingine huko. Sasa nimetoa hizi siku nyingi Japo unazozoweka unaweza kuzona nyingi maana kuna watu wanasema, hai, hizi she hii siwezi kukosa kabisa. Tataka kutenda na ujumbe hii itajitahidi sikose. Usione ni nyingi. Yaani hapa zinaenda zinatiririka hizi. Kutoamini ni kama wiki moja tu hapo mbele. Kwa hiyo sasa, unachotakiwa kufanya muda na wakati wote ukipata pesa, hata usisumbuke kupiga simu kwangu kwamba sasa ndio nataka nilipie ile ofa, wewe fanya yafuatayo, yatakusaidia sana kwa sababu muda mwingine mimi kuna siku huwezi amini, siku nzima inaishaga sijapokea simu hata moja, kulingana na majukumu yangu. Kuna muda mwingine katika siku masaa matatu tu ndo unapokea simu, yote ni kutokana na majukumu yangu. Na watu wasichukulie kwamba labda mtu muda wote atakaojisikia kunipigia mimi simu nitapokea. Kuna muda mwingine huwa sishiki kabisa simu, kutokana na majukumu ninayokuwa nayo kwa muda huu. Sasa, ili usikose, na siku hizi zikiisha, hakutokuwa na ile tupe tena ofa, hapana, italazimika usubiri sana. Inawezekana labda ofa hiyo itakayokuja baadaye itakuwa na bei kubwa kuliko ile niliyoitangaza saizi. Kwa cha kufanya sasa, ili unufaike na ofa hii fanya yafuatayo, ofa itasimama na bei kama ile ile tuliyokuwa nayo mwanzoni mwa Ramadhani, yani unalipia shilingi elfu arobaini na tano yani unapata vitabu kumi na mbili vitabu hivi thamani yake mpaka saizi ni laki moja na elfu themanini na tano, e, laki moja na elfu themanini na tano ndo thamani ya vitabu vyote kumi na mbili, kwa sababu ndani ya vitabu hivyo kuna vitabu vya elfu kumi, vya elfu ishirini, vya elfu thelathini. Unaona, ukivichanganya vyote unapata ni laki moja na elfu themanini na tano. Sasa si tumekuondolea shilingi laki moja na elfu arobaini nini, tumeiondosha unalipia elfu arobaini na tano. Ukishalipia elfu arobaini na tano kwenda namba mojawapo katika hizo maana kuna wengine wanasema namba ya malipo iko wapi? Namba ni hizo hizo, unaziona hapo mkono wako wa kushoto. Ukishalipia, jina katika namba zote hizo tatu ni Bashiri Hussein Lugamba. Ukishaona imetokea jina hilo, thibitisha malipo yako, alafu ule muamala upige picha. Kwa lugha nyingine wanasema uskinishoti, kisha uskinishoti kama una simu kubwa au kama una simu ndogo unaupiga picha kupitia simu kubwa unanitumia WhatsApp kwenda namba moja wapo katika hizo zote zipo WhatsApp unachagua namba moja tu itakayoweza kuwa rahisi kwako kuitumia, e, na sio lazima kuzitumia namba zote muamala huo mmoja utatuma muamala wako andika ofa ya mwezi wa Ramadhani basi mimi nikithibitisha malipo yako na nikafananisha na ule muamala uliotuma hapo hapo jukumu langu lawe ni kukutumia hicho kitabu kumbuka Ofa hii imeanza leo kwanza, unavyoisikia clip hii, lakini itakwisha baada ya mwezi wa Ramadhani. Na baada ya mwezi wa Ramadhani usije ukanilalamikia tena ofa, ofa, ofa. Kwa wale tuliobahatika kupata vitabu wenyewe, hii haituhusu, ila kuna wengi wanavihitaji vitabu, na kwa bahati mbaya kuna wengine ndo wafuatiliaji wapya, kwa unakuta muda mwingi anakuwa anaandika, anaandika, anaandika. Sasa ukiwa na hivi vitabu, hii gharama ya uandishi kwa kusikiliza klipu na kuandika kidogo kidogo itakuwa umeepuka. Kwa hiyo inshallah nshala, taarifa ndo hiyo. Kwa hiyo kwa wale wahitaji waizingatie e, wa siku za mwisho mwisho ndo nitalipia, muda wowote tu, ukiona kwamba nimepata pesa wewe lipia. Uwezi e, jua la kesho itakujaji ukabadilisha mawazo, lakini mpaka saizi utaratibu utakuwa kama hivyo. Shala tuende sasa kwenye somo ni lile somo letu la kusema tutajifundisha dawa ya mvuto wa mwili na mvuto wa wateja katika biashara. Ni kwamba kama unahitaji kutengeneza dawa hii, au dawa hii inatengenezwa na vitu viwili tu, ukibahatika kuvipata, basi dawa yako itakamilika. Cha kwanza, unatakiwa uchukue majani ishirini na nane ya mtu wa mbaazi. Kwa wale wasiofaa mbaazi naliwa jamani, ni kama maalage, lakini yenyewe anapambia juu kwenye matawi ya huu mtu wa mbaazi, na mtu wa mbaazi ni miti maarufu sana, mfano mikoa ya pwani, mikoa ya kusini, kusini kule Lindi, Mtwara, wenyewe ndio kilimo chao kikubwa cha biashara hichi, ukiachilia mbali yale makorosho na ufuta. Mbaazi ni miongoni mwa mazao yanalimwa sana mikoa ya kusini kule lakini hata mikoa ya kanda ya kati hapa au, uh, magharibi mwa Tanzania, mfano Kigoma, ndo chakula kikubwa sana kwa mboga mboga, hizi mboga za mbegu. Mbaazi inafata maharagi, sababu wao wa, maharagi ndio wanazalisha zaidi, alafu inafata mbaazi, ndo inakuja choloko si kunde. E, hata mikoa ya watu wa Tabora, Katavi, Sumbawanga wanalima sana hizi mbaazi, unaweza kuwa unazifaa unazifahamu lakini matumizi yake ya juu, huo ndo mti mkuu. Na mti huu ukisoma hicho kitabu cha maajabu ya mitishamba namba mbili utagundua kumbe huu mtu una mambo mengi sana. Lakini hata katika kile kitabu cha mwongozo wa tabibu pia, niliugusia huu mti paka kuvuta au kuita mzimu wa mti huu na kufanya nao kazi au, au kuomba kusaidia katika majambo yako ya kitiba. Kwa wale wenye vitabu hivyo watakuwa na fahamu. Pia hata katika kitabu namba moja maajabu ya miti shamba, huu mti upo. Kwa hiyo unaweza kukuta huu mti umeelezwa katika katika vitabu tofauti tofauti, lakini kumbe ni umuhimu wake huu mti ni mkubwa sana. Kwa hiyo utatafuta majani majani ya mbazi yawe ishirini na nane. Unayachuma majani ishirini na nane ya mbazi, lakini katika uchuma utatiania kwamba unakwenda kuyafanyia nini. Sasa main topic ni mvuto wa mwili na mvuto katika biashara yako. Kisha kila jani moja la mti huo wa mbaazi unatakiwa uliandika jina moja la barahati. Kwa wale subscribers wapya wanatakiwa wafuatilie majina majina ya barahati katika klipu zilizotangulia. Kwa wale wa muda mrefu wanaweza wakawa wanafahamu haya majina ya barahati, ni majina Mwenyezi Mungu ishirini na nane. Ehe, sasa haya majina unaweza ukayapata katika vitabu vyangu pia, kama unamiliki vile vitabu, angalia kitabu kinachotumia jina la majina ishirini na nane ya barati, lakini pia kwenye kwenye chaneli hii unaweza kufuatilia majina hayo, ni majina yapi. Kwa jina la kwanza litaandikwa katika jani moja, litakwenda la pili, la tatu, la nne, mpaka jina la ishirini na nane, na unaandika kwa kutumia zafarani. Eh, unatafuta wino wa zafarani, unahupia, unauzwa dukani. Unatafuta kijiti, unakichonga vizuri, unakuwa unaandika E, kwa lugha yake ile ile ya Kiebrania au ya Kiarabu itakayokuwa imetumika kuandikia hayo majina ya barati na usiandike kwa Kiswahili. Haya, ya kisha yakishaandikwa hapo majina yote ishirini na nane katika majani ishirini na nane kisha majani hayo utayaanika katika mwanga wa jua e, mwanga wa jua mkali au hafifu. Sawa, lengo ni majani hayo yanyauke. Yakishanyauka ya kisha majani hayo utayatwanga lengo upate unga wake. Yani atwangwe majani baada ya kunyauka na akiwa imeandikwa alafu, ukishapata ule unga wake utahifadhi, utakwenda dukani kununua dawa inaitwa ambali nyeupe ya baharini. Sasa hapa ndipo pana mtiani kidogo, ambali nyeupe ya baharini ni kitu ghali kidogo, sio kitu ambacho unaweza kununua kwa mia mbili elfu mbili elfu tatu Inaweza ikakugharimu kidogo, lakini ukiipata ukafunga moyo ukaipata kwa gharama yake hiyo yote, atakayokuwa umeikutana nayo huko, wewe inunue, itakusaidia sana kwa mfanyabiashara na yule anahitaji mvuto. Eh, sasa kuna watu wengi wanapenda vitu vizuri lakini hawataka kulipa gharama. Nikwambie tu ndugu yangu, hakuna kitu kizuri utakachokipata chochote bila kulipia gharama, yani chochote. Hata maisha unayotaka mazuri, lazima ulipie gharama. Sijui hivi nini, nini lazima ulipie gharama. Yaani wewe tayari kulipia gharama ili upate kile unachokuwa umekihitaji. Kwa ambari nyeupe ya baharini ndio inatakiwa hapa. Lakini hii ambari nyeupe ni ghali kidogo, itategemea na mkoa na eneo uliyopo. Kuna baadhi ya mikoa mingine inauzwa laki moja, mikoa mingine inazidi kidogo, mikoa mingine chini kidogo, ila asikuuzie ambari ya Hindi. Ipo ambari nyingine ndio ambari ya Hindi au ambari nyeusi nye nye hapa haifai kabisa, na na ukajichanganya, wala usete option nyingine, yani uchaguzi wako. Ukipata ambari nyeupe ya baharini kama inavyoonekana hapo katika picha, unatakikana u... uisage. Unatakikuta iko katika bonge bonge au chenga chenga ndogo ndogo, utaisaga upate ule unga wake ule. Hata ikipatikana ndogo sawa, kwa sababu ambari nyeupe ni ndogo sana. Unakuta ni kidogo lakini ni ghali. Hicho hicho ukikipata, saga, changanya katika unga wa majani ya mbaazi. Baada ya hapo, ukiyasaga vizuri na kuchanganya vyote viwili Yani, unga wa majani ya mbaazi na unga wa ambari nyeupe. Sasa matumizi yake, unaweza ukatia katika maji yako ya kuoga, kisha ukatumia kuoga asubuhi na jioni kwa muda wa siku tatu mpaka siku saba kwa manuizi, kama unahitaji mvuto wa mwili kazini, kwenye biashara zako, yani wewe unaonekana unafurahikiwa, watu wanakutubarikia eh, lakini kwa wanawake walioolewa sishauri waitumie hii kama sehemu ya mvuto wa mwili. Ndoa zao zinaweza zikavunjika kwa sababu watafuatwa sana na wanaume. Labda kwa wale ambao wanakuwa hawajaolewa na wanataka kuolewa basi wanaweza kutumia kama fursa ya kutengeneza mazingira ya kuwavutia watu watakaohitaji kuoa. Na hichi wala sio kitu cha kutania. Ukisema ni jaribu jaribu, lakini uhakikishe, kama wewe umeolewa ndoa yako, sababu utashangaa foleni inakuwa kubwa alafu umekuwa malaika kwa sababu ukifuatwa na watu wengi wasiku, mingi, e, wa siku utapoteza mwelekeo. Wanasemaga miluzi mingi mpoteza mbwa. Hiyo ni kauli ya kwamba labda wewe ni mzuri zaidi hata kwamba amekuwa nawe kwa bahati tu, kumbe tu ni wale wapitaji. Kutumia kwa mvuto wa mwili unaweza kutumia lakini, waiangalie upande wa pili. Lakini kama ni kwa ajili ya mvuto wa sehemu ya biashara, basi dawa hiyo inaweza ikatumika kuchoma katika sehemu ya biashara e, n, yani unachoma kwenye kitezo e, unaandaa bakuli, unaweka mkaa kidogo, unachoma kidogo tu, afu unanuia e, Mwenyezi Mungu kwa baraka na utukufu wa dawa hii inahitaji univutia wateja katika sehemu yangu ya biashara, waipaparikie biashara yangu waipende, si wa e, kwa ubaya. Na wala hapo hujamwagiza labda chuma ulete akawavutia wateja, ni a, a, miti tu na viumbe, hapo ndio vinatumika. Kumbuka hii ambari nyeupe ya baharini inatoka kwenye matumbo ya nyangumi, na ndio maana nilisema ambari nyeupe ya baharini sio kitu ambacho unakipata tu kirahisi. Yani ni vitu ambavyo vinatokea wanavitengeneza huko kutoka kwenye matumbo ya nyangumi baharini, ndio wanaitengeneza wanaikausha, wanaiuza. kwa hiyo ni kitu adimu na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Ehe, lakini pia nyingine mbali na matumizi ya kuchoma unaweza ukatumia kama sehemu yako, unaweza ukadekia, unaweza ukachanganya katika maji yako ya kubekia unadekia dekia lile eneo lako la biashara, eh, au unamwagia mwagia, mwagia sehemu ile ambapo watu wanakuja kukanyaga. Basi inavutaga sana ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, mvuto mkubwa sana wa eneo lako. Kwa hiyo hii ni moja ya dawa ambazo kujifunza labda kupitia vitabu vyangu kama jinsi unavyomiliki, lakini kuielewa, e, lakini mfano uo katika, katika kitabu hicho, kwa sababu kuna kumgandisha mchawi aliye ndani ya nyumba yako astoke nje kwenda kuanga au alie nje ya nyumba yako asiingie ndani. Kuna matumizi anayetaka kupendwa na watu katika jamii, au katika mapenzi au mahusiano, au hakika wa kiume. Kuna matumizi ya kuondosha mikosi sugu katika mwili, ehe. Lakini vile vile, kama wanataka kuona ulimwengu wa kichawi na wachawi wake kupitia mtu wa mbazi, kuna namna ya kufanya vile vile na huu ulimwengu wa kichaa, yani kwamba unataka uyaone yale yaliyo katika ulimwengu wa giza e, labda mfano unataka uone mishukule, vizuka, vinyamkela, mahembe kwa macho yako ya live, kuna namna ya kutumia mtu wa mbaazi ukayaona hayo. Lakini kama hutaki na unaogopa usifanye. Lakini pia kuna namna ya kumtibu mtu aliyechanganyikiwa kupitia mti wa mbaazi. Kuna kumtibu mtu aliyepooza, yani kuparalyze, unaona, kuna kumtibu au kufunga kesi au kufunga maneno katika kikao, yaani kumfunga adui yako asizungumze kupitia yale anakutuhumu. Mfano umeenda mahakamani, badala ya kukukandamiza anaanza kukutetea na ndio adui yako huyo huyo. E, yale unamgeuzia. Lakini pia kurahisisha kutoa kondo la uzazi kwa wakinamama wajawazito e. Kuna kutibu ugonjwa wa kifua, kutibu tatizo la wanaume au mwanaume aliye logwa kutosimamisha sehemu zake za asili yapo matumizi mengi sana ya mti huu mbazi. Na kwenye kitabu hichi kuna matumizi zaidi ya thelathini Eh yapo kama thelathini. Eh Kwa hiyo unaweza ukafuatilia kitabu hicho ukajifunza vitu vingi sana ambavyo hata sijavitaja hapa lakini vipo katika kitabu hicho. Ukihitaji kitabu hichi kimoja tu kinauza shilingi 10,000 lakini kwa sasa unaweza ukakipata katika hiyo package ya ofa ambayo imetangazwa muda mfupi uliopita. Kwa inshallah uh, dawa yetu itakuwa imeishia hapo lakini pia kumbuka ofa inaendelea. Kwa wale wasiokuwa na vitabu, hususan wa, subscriber wapya wale ambao wameanza kufuatia channel hii kwa hivi punde na wakatamani wanayomiliki vitabu. Nakumbuka vitabu vinamilikiwa na watu wengi sana lakini pia vimewasaidia wengi sana. Na ukihitaji masolution ya matatizo mengi yameelezwa katika vitabu hivi ninavyokutajia. Kila kitabu kina solution yake. Kama ni mpenzi wa dua utakutana na vitabu vya dua. Kama ni mpenzi wa barati utakutana na vitabu vya barati. Kama unapenda abjadi utatumia abjadi. Kama unapenda miti shamba utakutana na vitabu vitano vya miti shamba huko, na vitakusaidia kuongoza katika miti hiyo. Inshallah, mimi uh, ni Usazi Bashiri na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane siku sana wakati mwingine katika chaneli hii ya Tiba Facts Online TV. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh.